La pili ni kufunga, ni kufunga. Sasa hapa, namna ya kufunga tuelezane vizuri. tuelezane <sk 1952> namna ya kufunga. Namna ya kufunga, sisi hatufungi kama wanaofunga wenzetu, eti sijui kipaumbele. Sisi wa Kristo sio kufunga. Ah. sio kufunga, kipaumbele sio, sio nini? Sio kufunga ndio maana sia. Jamani, utafunga saa moja asubuhi utafungua sijui saa nne usiku, hiyo sio ya kwetu. Hiyo sio ya kwetu. Hiyo sisi sisi, kwetu unapofunga, kufunga maana yake funga tabia zako mbaya. Msiasku, funga tabia zako mbaya kama wewe Uli muhavi. Uli muhavi. Acha uhavi wako. Acha uhavi. Acha uhavi wako. Wewe mchoyo, kuna bilika hivi, kuna bilika, acha uchoyo wako. Sindi so mbona wabebe wanani i jamani, wachoyo tunafika pale samani, tunaomba nani, naomba tuchume mboga kidogo, lino nyeva mboga <laughs> imeisha uh -uh. mambo haya hamna bwana. Funga uchoyo wako, funga uchoyo wako. Mkono wa bilika unana, mkono wa bilika umekaa hivi, kunjua mkono huo kujua mkono, nyosha mkono kwasaidia wengine, funga uchoyo. Umenipata? Tena kuna watu wengine, kuna wambeauna bahati mbaya. Nipo katika mkoa wa tena, kuna watu wengine, wambea. Huyu katekisa hapa, amekuja binti mmoja kulalamika, mmea wake amempiga, amekuja kulalamika leo, a kulalamika kesho kesho kutwa tayari watu wanasema, unaona katikisa anatembea na binti fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wengine wezi, wezi. Anauza duka la watu, kila siku anachomoa kaela, anachomoa kaela, anachomoa kaela. Eh, kwa kama wewe mwizi, mwizi, udokozi, tunafunga udokozi huo Mfungo huu ni kwamba tunafun tunafunga vilema vyetu, tunafunga vilema vyetu, vilema vyetu, choyo, tunafunga choyo, majivuno, tamaa mbaya, zinaa. Tumsifu Yesu Kristo, halo zina siku hizi hey. Yani mpaka mwanaume inafika muda anaamua kumfukuza mke wake kisa tu ampeta nini? Zinaa hiyo, funga zinaa, funga zinaa. Wanaosema amina ni watoto wenyewe, watoto, wana wa miaka sijui mitatu, sijui hata ajui zinaa maana yake, ana najua zinaa pengine ni nani, ni vipi, ni ni, ni mpigifua, watu wazima wanafahamu Kwa hivyo tufunge vilema vyetu vile. Kila mmoja unajua, bahati mbaya ni kwamba ndani umndani msissisi ndani msisi, kila mmoja na mapungufu yake, kuanzia mimi padri na mapungufu yangu mii, mimi ni mzambi mwami, mimi ni mzambi katekista, huyu mzambi, wewe baba, hata kama vaa miwani mzambi. <laughs> nyewa nakwanii hata kama mvaa si gauni vyeupe, sijui na nini nini, sijui wadhambi humu ndani, kila mmoja ni sista naume vaa kilemba, na wewe mdhambi. Wewe mtumishi hata kama mvaa sijui kasketi yako na na naaskafi, sijui na kaskafi, mdhambi humu ndani, sisi wote ni wadhambi, sisi wote ni tofauti ni kwamba huyu ametenda dhambi ei, huyu ameenda kwa hudu miungu wengine, huyu ameiba, huyu hajaje kanisa nini, huyu fisadi yupo kitengo cha serikali fisadi, huyu mbea, huyu chonganishi, huyu anapatia mambo ya watu, huyu mvivu wazimejikana, wengine hawajajui. Lakini anayefahamu ukweli mzima wa nafsi yako wewe. Wanafahamu watu wawili tu. Wawili wanafahamu kweli nafsi yako. Anafahamu Mungu Mwenyezi na wewe mwenyewe unajifahamu. Jishe, acha uovu huo, acha, acha. Siku ni chache acha, sawa jamani, kufanya yale maovu, na sio tujinyime kwa wakati huo tu. <coughs> kwa rehma tu. Wewe kujinyima kwa rehma hii, hata baada ya rehma tuendelee kujinyima, tuache moja kwa moja huo uovu, uovu. Sawa jamani. <laughs> Sasa tukishafunga matendo mabaya haya, matendo ya nje yanatusaidia kusindikiza mfungo wetu wa kiroho. Sawa jamani Matendo ya nje kama nini? Ndio kama kufunga chakula. Tunapofunga chakula, kinatusaidia kutusindikiza mfungo wetu wa tabia mbaya. Unapofunga chakula, nena pia ukafunga pengine kunywa bia. Kuna wengine wanakunywa bia, ukafungwa kunywa bia, ukafungwa kunywa soda, ukafunga kunywa soda. Unaweza kufunga pia kunywa soda. Kuna wengine wambea. Okay, Aisha kamduma kaka hivi, tayari hapo funga uongo. Wow, wow, wow. Kwa hivyo tutafunga mapungufu yetu, tutafunga tabia mbaya. Mfungo wa chakula unasindikiza kinachofanyika ndani ya nini? Ndani ya roho. Sawa, Pendo. Mfungo ni swala binafsi, ni swala yeah, swala binafsi. Mimi nikikamata unakula utasema, ee, hey, kula, njaa imekuuma, umefunga kitu kingine. Mmenipata jamani? Sisi mfungo wetu sio sana kula kula sana, msikopi <laughs> vitu msikopi. Ukiwa tayari unajifunza unafanya mazoezi yako ya kiroho ndani ya mwili wako, ndani ya nafsi yako mwenyewe, kule kujiadabisha mwili wako, kuadabisha vilema vyako, unaweza pia kufunga chakula. Na pia unapofunga una, una, chakula unaweza kaamua mfano tu. Unaweza kama kufunga chakula cha asubuhi, usile asubuhi, ukala mchana na usiku. Ni vizuri Mungu anapokea hiyo. Unaweza kaamua usile ukala asubuhi na usiku, Mungu anapokea. Unaweza kaamua usile usiku, Mungu anapokea. Unaweza ukaamua ule mara moja kwa siku, Mungu anapokea. Kwa hiyo namna ya kufunga chakula, matendo ya nje, ni we mwenyewe utajipangia na kuratibu mwenyewe. Sawa jamani, menielewa? Kuna mmoja akasema sasa, Father, naingia kwenye Kwaresima, mfungo